Yo ebwana, wasomi wameweza kufikiwa hapa e, doto magari, siku zote nakwambia wasomi hai e. Sasa wasomi leo hapa, mtazamaji, nina jambo lenu e, wasomi yani wale watu wanapenda kusoma ama ambao wamesoma ama bado wanasoma ama wengine wakiwa kazini katika kazi za kusoma kama vile ofisini e, nadhani umenielewa hapo mtazamaji e. Bwana, hii video ni kwa ajili yao na hata pia wale wanangu ambao pia hawajasoma e, pia sikilizeni hapa. Pengine haujasoma lakini una ndugu ambao wamesoma e, ama una watoto wako ambao wamesoma ama una watoto wako ambao unawafundisha. Bwana sikiliza, huu ujumbe utaweza kukusaidia bwana. Sasa hivi dunia imechafuka bana, kila mmoja anafikiria pesa. Hata yeye anaweza kuwa unasoma lakini unawaza kusuu pesa ama una kazi zako zingine ambazo zinafikiria tu mapesa au unapiga tu deals zingiliane why to hela. Sasa pia kuna watu wanafanya vitu ili na wao waweze kupata pesa, waweze kupata pesa kihalali. Wengine wanapenda wanapata kihalali, wengine kiharamu. Eh bwana, tukizungumzia kihalali nadhani unajisijua njia halali za kupata pesa na kufanya kazi tu, haya kazi ambazo hazidhalilishi wala kazi ambazo si za kihuni huni, lakini kwa njia haramu basi ndo hizo za kihuni, free mason E, mambo mengine hayo e, ndio kama hivyo, mtazamaji. Sasa nakwenda kuelezea, nadhani habari hii imekuwa ikisambaa sana kwa wale ambao wamekutana nao au nadhani wanajua tayari, ila kwa wale ambao hawajakutana na habari hii, basi nakwenda kuelezea ili waweze kuijua habari hizi e, mtazamaji e, naongelea na kuhusu hizi kalamu ambazo naziona hapo hiyo ni, yani ni nene ama ni pana aa, si kama hizi kalamu zingine bwana. Hii kalamu ina jambo lake yani, hii kalamu, hizi kalamu zimeficha mambo mtazamaji, ndio maana nimesema nataka nikuelezee ujue aa, ni zimeficha jambo gani kuhusu hizi kalamu. Lakini kabla sijakuelezea mtazamaji, ningependa uweze kusubscribe kwenye channel hii ya Umbea Media TV ambayo ndio inazidi kukupa burudani inazidi kukupa kila kitu e, inazidi kukuwekea sawa tu. Sasa kama uja subscribe basi unazidi kunikosea ndugu yangu, subscribe ili tuzidi kusonga wote, ama ili tuzidi kwenda pamoja. Sasa mtazamaji, hizi kalamu, e, sio kalamu za kuandika. Hizi kalamu ni kombora, kombora, a, kama ujuri kombora a, kwa lugha ya Kiswahili sanifu ni kama ni kama bomu hivi, ama vilipuzi ama vilipukaji. Unajua, Kiswahili mtazamaji, kinazengua kiasi sasa. Tuseme ni vilipuzi, yani kama vile bomu kwa lugha ya Kiingereza. Sasa kuna kuna watu fulani ambao mpaka sasa hawajajulikana, lakini wanazidi kutafutwa na serikali eh, kuhusiana na kalamu hizi, yani kalamu hizi ni za ni watu walikuwa wametengeza bomu yani wametengeza vilipuzi ambavyo vitakuwa vinalipua ah, mahali popote, lakini walikuwa wanataka kuzi kutest, kutest yani ile kujaribu kama kweli vinalipuka. Sasa wakaweza kusambaza bidhaa hizi kama kalamu, wakaweza kusambaza kalamu hizi hasa, ukiziona utasema ni kalamu ah. Sasa kalamu hizi nazo zikapewa watoto wadogo, wakawa wanachorea wanaandika pale e, eh, lakini kuna muda ah, zile kalamu bwana ziliweza kulipuka na zikaweza hazikuwaua wale watoto lakini ziliwajeruhi vibaya mno e, kuna baadhi ya picha ningekuwekea hapa, vile ambavyo mtoto amepasuliwa e, inahitaji uwe na roho a, kubwa, ili uweze kujionea. Yani roho kubwa, mtazamaji seti, roho kubwa ki, ki, ki size ama ki, yani seti roho kubwa kipana, ni lugha ya mtaani tu kumaanisha kuwa u uwe uwe una, uwe una, unaweza ukaangalia picha hiyo, sababu ni mtoto ameweza kupasuliwa aa, kwenye sura pale e, na hii kalamu hii, yani alikuwa anaiandikia, lakini baada ya muda ikajilipua yenyewe na ikaweza kumlipukia. Haijawaua, lakini zimewajeruhi vibaya. Kwa hiyo, mtazamaji, unaweza ukashare video hii kwa ndugu yako wa karibu, kama unajua na ndugu msomi napenda kutumia kalamu kalamu. E, bwana mwambie kabisa asitumie hizi kalamu. Hizi kalamu za kawaida ni vilipuzi ama vilipukaji ama ni mabomu makombora pia, kwa lugha kwa lugha ya kimtaani naweza sema ni mabomu yani eh, mabomu madogo. Kwa hiyo sija akaona tu kalamu ziko kinyamwezi akaanza kuleta shobo zake. E, bwana shobo zitamkosti. E, kama una ndugu yako mwambie kabisa, kuhusiana na kalamu hizi asizitumie. Umbea Media TV, ebwana azidi kusubscribe.